Na mbali na hayo ni kwamba mashirika ya kijamii yanayohusika na uangalizi wa uchaguzi yametoa tahadhari kuhusu ghasia na fujo zinazoshuhudiwa kwenye mikutano ya kisiasa, zaidi ya mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu. Mashirika hayo kwenye kikao na kamati ya bunge kuhusu uangalizi wa katiba yameeleza hofu kwamba wanasiasa wameanza kampeni mapema kinyume na kanuni za uchaguzi kama Seth Olale anavyoarifu. Mashirika haya yakiongozwa na Transparency International yanaonya kuhusu fujo zinazoshuhudiwa kwenye mikutano ya kisiasa karibuni. One, two, three, two, three, two. Chini ya mwavuli wa uchaguzi platform, wanasema wana wasiwasi mkubwa kuhusu kuchipuka kwa makundi ya vijana yanayovuruga mikutano ya kisiasa. And we want to challenge the government, and those in authority A democratic competition should be allowed to grow in our country and not hindered by senseless violence against innocent wananchi. Mashirika haya yakielezea kamati ya bunge kuhusu utekelezaji wa katiba kwamba kampeni za mapema zinazoshuhudiwa nchini ni kinyume na sheria. The aidha the of of uh, voter, voter buying, ID buying, ukaguzi wa orodha ya wapiga kura nchini na kupitishwa kwa sheria kuhusu udhamini wa kampeni miongoni mwa vyama vya kisiasa ni mojawapo wa maswala ambayo wanasema yanastahili kuangaziwa kabla ya kuandaliwa kwa uchaguzi mkuu mwakani.

Haya yanajiri huku tume ya IEBC ikisema kwamba inahitaji zaidi ya shilingi bilioni 60 ili kuandaa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Seth Olale runinga ya Citizen katika kaunti ya Nairobi na, na.